Yes, uh, ndugu zangu, wananchi wangu wa jimbo la Kigoma mjini, naendelea kuwakumbusha kwamba tarehe moja tutakuwa na sherehe ya pamoja ya kuukaribisha mwaka 2026 pale Mwanga Community Center. Sherehe zitaanza mapema sana asubuhi uh, kuanzia saa tatu saa nne na tutakwenda kwa mpangilio mzuri, tutasali kwa pamoja, tutamwomba Mwenyezi Mungu kwa pamoja, kuukaribisha mwaka kwa pamoja, and then baada ya hapo saa saba saa tutaanza kupata chakula. Sasa chakula, kuna mtu anauliza kitatoshaji? Tumeplani kuchinja ng'ombe kumi na tano lakini tutapika wali au tunasema ubwabwa au pilau tani nne, tani nne mpaka tani tano. Naamini pilau tani tano inatosha kabisa kuweza kuwafanya uh, watu ambao watafika Mwanga Community Center kula, kujigaragaza na kuna wengine wanasema kwa nini umemchukua Shilole na hujachukua wapikaji wa hapa hapa Kigoma? tukifika site, nitawafundisha na nitawaambia sababu ipi imepelekea niweze kumsapoti Shilole. Shilole ni moja kati ya watu ambao wamenisapoti sana tangu nilipokuwa naangaika na hata wakati wa kampeni na maisha mengine, amekuwa akinisapoti sana, lakini hapa juzijuzi alipata matatizo ya kuchomewa moto sehemu yake ya kupata riziki kwa hiyo kumpa kazi hii ni pamoja na kumfariji rafiki yangu ambaye amepata matatizo. Kwa hiyo si mpi tu biashara, lakini narudisha ili kumwongezea nguvu, kumwongezea mwendo, tena aweze kusimama upya. Tukutane tarehe moja, Mwanga Community Center kwenye Pilau Day. Msanii ambaye mpaka uh, sasa hivi ameesha confirm uh, Chino Anaman s <laughs> ndogo wangu mpaka saru sasa unijengee na nyumba Kigoma Kigomai, eh, lakini tuko kwenye maongezi ya mwisho kabisa kwa ajili ya kuhakikisha Vanny boy Rayvan anakuja Kigoma kwa ajili ya kusupoti. So tarehe moja kutakuwa na maroboti, siumanini, michezo ya watoto. Natoa fursa kwa wananchi wa Kigoma mjini. Mimi, utapika chakula watu watakula. Wewe kama una lolote ambalo unaamini kwenye mkusanyiko ule, unaweza ukalibadilisha likawa biashara kwako. Karibu senta, njoo weka sehemu yako ya watu kupata ice cream, kupata nini, kupata maji, kupata vitu vyote. Njoo tumieni fursa ya hii mikusanyiko kuweza kujitengenezea pesa, watu wa Kigoma mjini.